Maji ni zawadi pekee aliyotupatia Mwenyezi Mungu sisi wanadamu, hivyo utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sote. Maji ni uhai, maji ni uzima, maji ni usalama wa nchi, maji ni siasa, maji ni ustarabu na maji ni uchumi wa watu. Hiyo sio kauli yangu, bali ni ya mwana farisafa CPA Kayange, ambaye kwa sasa ndiye mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, mbele ya uandishi wa habari jana Machi 18 mwaka 2025, waliokwenda kutembelea baadhi ya vyanzo vya maji. Akasema hiyo, tunasema maji ni uhai, maji ni uzima, maji ni usalama wa nchi maji ni siasa, maji ni ustaarabu, maji ni uchumi wa watu. Sasa ukishakuwa na huduma ya aina hiyo, bidhaa ya aina hiyo, ni lazima vivyovyote vile, binadamu wote, taasisi zote za kitaifa na za kidunia, ni lazima kuwasha kwamba tunayaenzi haya maji. Na ni kutokana na umuhimu huo Baraza la Umoja wa Mataifa liliamua kwa pamoja, wanachama wote wa Umoja wa Mataifa waliamua kwamba kutokana na huu muhimu mkubwa wa maji, basi dunia iwe na siku moja ya kuenzi bidhaa ya maji, kwa sababu kwa kufanya hivyo, dunia itakuwa inaenzi maisha, itakuwa inaenzi uzima wa watu na viumbe itakuwa inaenzi maendeleo ya dunia, itakuwa inaenzi usalama wa dunia, itakuwa inaenzi e, uchumi wa dunia kwa ujumla. Na wakasema kwamba nchi wanachama, kila mwaka tuwe tunakuja na kauli mbiu ambayo itakuwa inatuongoza kwa mwaka huo tunapofanya shughuli mbalimbali za kuenzi bidhaa na zawadi ya maji.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 na ndio maana ya siku zote tunasema ni lazima tuhakikishe kwamba vyanzo vyetu vya maji tunavilinda na kuvitunza, ili vihakikishe kwamba vinaendelea kutunza zawadi hii kuu ya Mwenyezi Mungu, na hatimaye sisi viumbe wake tuendelee kuyapata yakiwa safi, yakiwa salama, lakini pia yakiwa tosha. Hiki ni moja ya chanzo cha maji kinachotunzwa na mamlaka hii ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Je, umevutiwa na nini au una jambo gani la kusema kuhusiana na chanzo hiki cha maji kilichopo katika jiji la Mbeya? Hii ni Nyikani TV na langu jina Godon Kalulunga.